Msimu, kidogo msimu wa sikukuu kuna uchangamfu ila sio huku ndani kwenye soko kuu isipokuwa nje kwenye nguo ndio sana watu wanashambulia kuliko huku ndani. Bei bei ni bei rafiki kwa kweli, bei wala sio kwamba zimepanda au imekuwaje, bei ziko vile vile. Kilo moja kwa bei ya jumla sasa hivi ni 6000 eh ni 6000, ijapo imepanda 500, ilikuwa 5500 kwa hiyo sasa hivi imesogea kidogo mia tano imeongezeka. Kwa ujumla hali ya biashara sasa hivi, biashara imekuwa ni ngumu sana, hasa kwa sisi wajasiriamali ambao tunaishi kwa kutafuta riziki kwa kujitegemea. Tunakwenda kula mama lishe, mama lishe wamekuwa wanapandisha vyakula bei, wanalalamika kwamba kwa kipindi hiki vyakula vimepanda bei kutokana labda na za sikukuu lakini kuna kipindi ambacho kulikuwa kumetokea hali ya sintofahamu hali ya machafuko katika nchi yetu ya Tanzania. Labda tuliona hiyo ilikuwa ni sababu ingi, kwa sababu bidhaa nyingi zilikuwa haziwezi kuwafikia walengwa kwa wakati muafaka. Lakini hali hiyo ya maandamano na machafuko yaliyokuwa yamejitokeza kwa sasa hivi imetulia sasa. Tulikuwa tunategemea sisi wananchi wa hali zetu za kawaida na hawa mama lishe wanaotuhudumia, basi tulitegemea kwamba vyakula vitakuwa vinauzwa kwa, vina kwa bei nafuu, angalau watanzania kuweza kupata nafuu ya maisha, lakini mpaka sasa hivi hali hiyo tunaiona bado haijarudia kwenye hali ya kawaida. Kwa hiyo maisha bado ni magumu, na sisi Watanzania hasa wa kipato cha chini tunaiomba serikali yetu pendwa ijaribu kuangalia maisha ya sisi wala wahoi watu wa hali ya chini, kwa, kwa mfano kuwa tukienda sokoni tukaenda kununua bidhaa mfano kama karoti, karoti zilikuwa 1500 ah, elfu moja mia tano lakini kwa sasa hivi kwa kilo imekuwa shilingi 2500 elfu mbili mia tano wengine mpaka shilingi elfu tatu mchele wenye umepanda bei elfu mbili mia tano saizi hadi elfu mbili mia nane Ukienda buchani ndo usiseme, nyama zimepanda bei, unashindwa kukimbilie wapi na kujikwamua kwa, kwa stahili gani? Mchele ule wenye ubora zaidi namba moja unauzwa saa hii shilingi elfu tatu na mia mbili hadi mia tatu kwa kilo na ule wa kawaida unauzwa shilingi elfu mbili mia nane na ule wa chini sana unauza shilingi 2600 kwa kilo moja. Lakini msimu uliopita ule wenye ubora wa kwanza ule ulikuwa unauza shilingi 2600, lakini leo imefikia shilingi 3200 hadi 3600. Na ule wa kati, kipindi kilichopita ulikuwa unauza shilingi 2400, lakini kwa sasa hivi unauza shilingi 2800. Na ule wa chini sana, kipindi kilichopita kilo moja iliuza shilingi 1800, lakini sasa hivi kilo moja shilingi sasa hivi, ah, niache upande wa mboga sasa, elfu mbili, sasa sasa kuku kuku moja shilingi elfu mbili, shilingi shilingi shilingi 1016 hivi hivi hivi 1025 na na leo yule 1020, kwa hiyo ukiangalia ni baadhi baadhi imepanda bei bei sana, hata nyama nyama ng'ombe nyama ilikuwa uk shilingi ali kilo moja islinauzwa shilingi elfu kumi na mbili kilo moja. Lakini kwa nini nizungumzie kichopelekea kupanda kwa bei kwa bidhaa hizi? Mchele umepanda kwa sababu wakulima akiba zao wa zimepungua, hiyo ni sababu ya kwanza. Sababu ya pili ukipelekea masala mazima ya sikukuu ya Christmas na vile vilevile imefanyia kwamba wakulima wapandishe bei sababu nyingi nyingine ni kuhusu swala la, la hii tokea tokea kwa kuandamana mara vurugu vurugu, kwa hiyo baadhi ya wafanyabiashara walioogopa kuchukua bidhaa mashambani huko. Niendelee kuwahakikishia nyie watumishi wa serikali, lakini pia watumishi wa dini, lakini pia wananchi wa mkoa wa Mwanza kwamba mkoa wetu utaendelea kuwa salama na tumejipanga vizuri sana kuhakikisha Tunaimarisha usalama wa watu na mali zao katika kipindi hiki cha Krismas na mwaka mpya. Kwa hiyo nawatakia amani ya Bwana. Amina. Ninawatakia wananchi wa mkoa wa Mwanza utulivu mkubwa, waimarishe amani katika maeneo yao mbalimbali. Waheshimiwa wakuu wa wilaya hapa wanayo maelekezo ya kuhakikisha kwamba Krismas na mwaka mpya zinakuwa ni sherehe tulivu, zenye amani na upendo tele. Tena vyombo vya usalama, kazi yetu ni kuwalinda wananchi. Wananchi watakaotaka kwenda kufanya sherehe zao hata mpaka asubuhi, waacheni wafanye sherehe zao.